Katibu mkuu wa Baraza la maaskofu Kanisa Katoliki Tanzania, TEC Padri Charles Kitima hii leo amefunguka kwa mara ya kwanza na kuzungumza na vyombo vya habari kufuatia matukio yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025, huku moja kwa moja Padri Charles Kitima akigusia vifo vya waandamanaji vilivyotokea, huku akitaka uwajibikaji kuweza kuchukuliwa kama hatua ya awali kufuatia matukio hayo ambayo alidai kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Padri Charles Kitima amesema kwamba tunachosikitika ni kutokukiri ukweli kwamba watu wameuawa na nani. Tunachosikitika mpaka sasa, na wanachosikitika wa Tanzania mpaka sasa, wanachomiwa Tanzania mpaka sasa, kinyume na mila na desturi za makabila yote ya Tanzania mpaka sasa ni kutokukiri ukweli kwamba waliouawa wameuawa na nani. Na kama aliyeua hafahamiki, ilikuwaje vyombo vinavyozuia mauaji visifanikiwa kuzuia mauaji? Ndio kinachosikitisha, na ndio maana katika tafakari ya maaskofu iko wazi kabisa kwamba wawajibike wenyewe waliohusika na mauaji, na kama hawajibiki wawajibishwe. Akiendelea kugusia matukio mbalimbali yaliyojitokeza siku ya Oktoba ishirini na tisa, Padri Charles Kitima amesema kwamba Kutokukiri ukweli kwamba watu wameuawa ni kosa, watanzania hawatawasamehe. Serikali inapaswa kujua, ina vyombo vya kulinda uhai wa mtanzania kwa mujibu wa ibara ya kumi na nne ya katiba ya Tanzania, ambapo serikali imesema kila raia wa nchi hii ana haki ya uhai wake na kupata hifadhi ya uhai wake ndani ya nchi hii. Tarehe ishirini na tisa haikuwa hivyo kwa waliouawa wa. Watu wanaishi kwa hofu sana sasa hivi Tanzania sasa kutokukiri ukweli kwamba watu wameuawa na nani ni kosa kubwa sana, na watanzania hawatawasamehe hilo kosa. Tutawanyamazisha, tutawaua, wanaongea, lakini watanzania hawatawasamehe lazima ukiri. Sisi wa Kristo tunaofata dini ya Kikristo ambayo inatumia Biblia Takatifu, agano la kale na agano jipya, Mungu hamsamehe mtu bila kukiri. Lazima ukiri mbele ya Mungu na sio kufanya usanii. Na katika kukiri, ni kukubaliana ukweli kwamba watu waliuawa kwa makusudi. Pia ameendelea na kusema kwamba kilichotokea Oktoba 29 ni matokeo ya utekaji. Tusipokiri itatugharimu. Tunapoanza kuongelea vitu bila kuongelea uhai wa Mtanzania, Tanzania hii watu wanajali uhai kuliko kitu chochote. Na tukumbuke, ndugu zangu, haya yote tumejilea vibaya, kutukana iliyofanywa ndani ya miaka miwili mitatu iliyopita, juu ya kutekana, kupoteza kupoteza watu. Watu wanaongea wanalalamika, hawasikilizwi, na wamepotea ndugu zao, hawasikilizwi. Sasa uhai huko hatarini. Kwa hiyo yaliyotokea tarehe ishirini na tisa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano ilikuwa ni ishara ya nchi yetu imefika wapi, iko wapi, na tusipokiri hatuwezi kusamehewa, na anayesamehe hapa ni mwananchi Mtanzania, sio mtu mwingine. Anayepaswa kuombwa msamani Mtanzania huyu mnyonge.